Baba katika jina la Yesu Kristo, na mbele zako tena kuendelea kufanya kazi yako kwa ajili ya neno lako, tunashukuru kwa muda huu mzuri ambao unatupatia. Roho yako Mtakatifu pamoja nasi, Roho yako Mtakatifu atuongoze, Roho yako Mtakatifu atuwezeshe. Katika kipindi hiki usituachilie kama jamadari mambo ya kama vita. Nashukuru Mungu, na na ametusaidia. Amen. Amen. Ndio, tuna... shukuru Mungu, maana Mungu ametusaidia tena kuwa hapa hmm. Kwanza nitaanza kwanza, ui ndateza kujipresente kujitambulisha, kusudi aliani wane kitu kanajiba. Mimi naitwa kwa jina la mchungaji, niko paster, niko mchungaji, naitwa Saji Amalini, nakuwa na tuma ya ya umisionari mm. Tena ninakuwa tena vilevile evangelist na mara kwa mara tunaenda huko na huko, kwenda kutayarisha ni viarusi. Nakuwa na mke wangu vilevile, naye ni misionari ucubajini wa mapendo bari mm. mm. na vilevile akua na watoto watatu. Nafikiri ile njoo stati ya Nashukuru Mungu sana Lulu. Maana Mungu ametusaidia ili kupata kuchangia a bwana mm. kwa ajili ya unasema, teme inaitwa Kristo wa kweli, Mkristo wa kweli, teme ni Mkristo eh, wa kweli, lakini ni baadhi ya kusuwa ya, ya mama, mama wenyewe wanasema kama wako sawasawa wana wa, na wanaume wanaume Unajua, eh, mama hawezi kuwa hata sawasawa sawasawa na wanaume. Hiyo ni ni, ni, maandiko yenye haipo. Ni vitu vyenye watu wako na najikamatia, sijua wana jikamata wapi. na naio vitu zaiiuaoa uuuwatu Ulaya haviko kimaandiko

falme wa kiza Ibilisi. Ni unajua, unajua dunia ya leo yenye tupo hemo mm. Wako wanaiga mm. Wanaiga mambo ya dunia mm. Wanakamata vitu vya kidunia mm. Ndio wanataka kuvileta mu vitu ya kibungu mm -hmm. Lakini sisi wa Kristo tunapaswa kuongelelea kweli ya mm -hmm. kibungu na kimaandiko. No, maandiko njo Kristo, njo natusaidia, maandiko njo natofautisha na vile vitu venye bako wanazungumuza Mm -hmm. Nona, kuna vitu venye wanazungumuza venye avitokani na maandiko mm -hmm. Hakuna fasi wanaweza kusema mwanamke anaweza kuwa sawasawa na mwanaume eh. Sasa avo wanasema eh, ni egalite make kila mtu akuwe na na nakuwe naile jitawala namuna mbalimbali sanasana, eh, sana kulaya wanasema egalite E, eh, maanake kila mtu akuwe na ile uhuru. Tuseme kwa mfano, ni mwanamke iko chini ya mwanaume e, eh, anataka aenda tuseme anataka aenda Dubai, ama anataka aenda eh, Miami Amerika, yeye tu atalamuka, anasema okay, mimi nataka aenda fasi fulani, basi ndio vile yeye anaenda tu. Mimi nataka aenda fasi fulani, yeye anaenda. Maana yake ile ni nguvu ya kuchia liberte, hakuna kumsema liberte naje lakini ile ni mipangilio ya Shetani, ile ni mipangilio ya giza. Sasa kama uko Mkristo unatusikia saa hii na unampenda Mungu eh, inaomba zile njia uziache, eh, ushikale mu vikao vya vengine vya mama wakati wanasema eti mwanamke na mwanaume ni iko sawasawa na wewe unge mkono

Tena nikizani mwanaume aliumbiwa na utawala ndani yake, ile ni utawala, kwa sababu Mungu aliumba ali, ali mwanaume hmm, na mwanamke na akamwambia mutatawala hmm. Lakini alianza kuumba kwanza mwanaume, unaona mwana, kisha mwanaume mwanamke, mwana mwana alikuja kwa ajili ya mwanaume, tena yapo kufinyanga alikuja kuumbavu, unaona mwanamke mwana balimutoa bali kubavu ya mwanaume. Ni kusema mwanamke alitiwa ali juu ya mwanaume mwana mwana, ni kusema hawezi kuwa, kuwa sawa mwanaume. Ni mwanaume <muchas> ni lazima yeye ni responsable, na ukiangalia hata wale wanafunzi wote Yesu wenye alichagua hakuna mwanaume <muchas> hakuna mwanamke. Pour dire que Mungu njo mwenye anajua importance ya mwanaume. Mwanaume iko na responsibility iko tofauti na mwanamke alimwambiwa, sawa vile msaidizi. Msaidizi, msaidizi, msaidizi. Mwanamke sawa? Sawa? Hapana sawa. Hapana, na kiapo msaidizi. Mwanamuke ni musaidizi iko sawa, ni musaidizi. Mwanamuke ni msaidizi. Ata Yesu wakati alichagua wanafunzi wake kumi na wawili Amekuwa na mwanamke na maana yake kinamaanisha kama wanamuke avo walikuwa nasaidia preparation ya nuriti yeah, ya chakula kuangalia ngisi wakati watatimea nayo mm, itakuwa namuna gani cool, safari tenda namuna gani, au viko na bana vanayua ngisi vitapitika saa ngisi. Ukiona kwa makanisa ya Afrika ya kijijini, unakutana wamama wakanisani, wanashughulikia mambo ya misosi kanisani wanajua kanisa imefagiliwa, wanajua kanisa ime, imewekwa vizuri, wanajua kama wageni viko, wanayoa chakula wataianda namuna gani. Lakini unakutana kama ni evangeliste pastere nani ao wanaokipe ma maneno ya Mungu mbili nini, lakini bamama wanaokipe vitu sa vile chakula ya chakula, ni kwe watalala kufanya mabezwe ya nyumba ile ndio yenyewe banahusika, mm. kufanya mamenaje ya mumba mm. ile ndio banahusika ile. Lakini e, unajua atukusema aseme mwanaume asiheshimie nani mwanamke. uh -huh. Lazima mwanaume naye aheshimie mwanamke mm. kwa sababu ni ubavu wake mm. au usichukie ubavu wake eh, lazima mm. aheshimie mke wake anakamate na heshima mm. lakini ni msaidizi, ni msaidizi mwanamke, uko msaidizi wa mwanaume. Na wewe mwanaume ambao unatusikia kwa hiki kipindi hiki cha kutambua Mkristo wa kweli, lazima usinyanyase mke wako, usimnyanyase. Chukua mke wako umlinde vizuri, ni msaidizi wako pale ambapo umeshindwa, ipo banja kusaidia pale ambapo unarejea iko pali juu ya kupongeza Mungu no? Mwanamke, munatusikia siku ya leo, ujikaze, ubaki buzanu saile mwanamke na tunaoga, soma tu hii habari kidogo mm, ya Tuna mwanzo mm, tunasoma mwanzo sura eh, sura mbili mm, na mstari wa ngapi wa wa wa, 12 Oh, makumi mbili eh, kuanza taa uh, makumi mbili na moja. Okay. Bwana Mungu akamleta Adamu usingizi muzito huyo mm. ni Adamu, mm. Adamu. mwanaume huyo akamlalisha usingizi. usingizi muzito naye akalala kisha akatwaa ubavu wake mm -mm. mmoja akafunika, akafunika nyama mahali pake mm -mm. na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, mm -hmm. Bwana Mungu akaufanya mwanamke mm. ule ubavule, ubavule. akaufanya mwanamuke akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu mm -hmm. ni mfupa katika mifupa yangu mimi mm -hmm. na nyama katika nyama yangu zangu, mm -hmm. ni kusema ni mtu mwenye ametoka katika ubavu ya mwanamke. mm. Mwanamke ni mtu alitoka kuubavu ya mwanaume mwanaume, haiko. Mwanaume ndio alitoka ku ubavu ya mwanamke. mm -hmm. Mwana ni mwanamke ndio alitoka kuubavu, mm -hmm. ya mwanaume manake, mwanamke iko nafati ya mwanaume, mwanaume. mm. Sawa na Bwana akafanya mwanamke akamleta kwa Adamu, Adamu akasema sasa, huyo ni mfupa katika mifupa yangu nyama katika nyama yangu basi, yeah. ataitwa mwanamke kwa mm. hiyo mwanaume mm. atamwacha baba yake na mama yake mm. naye ataambatana na mkewe naye watakuwa mwili mm. moja moja. Naona mm. ni kusema mwanaume ni lazima, mwanamke lazima ajue kama bila mwanamume angi ni kuwa angelikuwa namna gani? hapa <coughs> tu, tupatengeneze tu vizuri hapa yeah, tupatie tupa bien uh, <coughs> tupaongelee vizuri maanake, inamaanisha hivi, haijikusema angekuwa mwanamke, iko sawa kufanya programu njoo hiyo tuko tunazungumza kama mwanamke hakukua, ah, ah, kabisa muprogramu ya ah, kusema Mungu atamuumba mm -hmm. haikuwa aikikukua hmm, emo eh, programu ya Mungu ilikuwa, ilikuwa mpumbe, ni mwanaume. Tutu. tu tutu lakini sasa mwanamungu mungu akasema no si vema mwanaume abakie peke yake mm. kwa sababu atakuwa na masusi atakuwa na mastresse za mingi atakosa kusaidia unaona kumuongezea kumotive atakosa ule mutu wapili sasa ikabidi kusema afurahishe ule mwanaume akapiga usingizi

mfalme wa mfano kwa wengi ukamate bibi yako kama ni mwili wako hmm. Na ukamate kama ni msaidizi wako hmm. Ni lazima umuheshimie kabisa, lakini sasa hapana, we mwanamke, kuanza kuona mwanamke uzarau mwanamume wako, unamwona kama muko sawa mm -hmm. Hamuko -ha. mm -hmm. ha sawa Sawa. Mwanaume ni mwanaume, mwewe uliumbwa kwa sababu ya ule mwanaume uli existe uli, uli kwa sababu ya man, mm. Mwanaume ni kama vile sisi tuna existe kwa sababu ya Yesu Kristo, kwa wakati alikuja hapa chini ya jua. Eh, juatugtusnamna gani na tuli existe leo tuko tunafanya kazi ya Mungu leo tuko tunahubiri kwa sababu Yesu alikuja duniani kutukomboa, lakini tulikuwa na, ndio tukaexist exist. Ni vile vile vile, na vile mwanamke naye anaexist sana, na anapaswa kuwa na kumshukuru mwanaume sana, kwa sababu isingi, ilikuwa mwanaume mwanamke ange exist. Ndio maana lazima bibi, lazima anasema bibi, anasema lazima bibi atii mume wake na mume wake apende kuna bitu viwili pale, kuna upendo na kuna kutii mm. Mwanamke yeye hastahili, nasema ha, ha, ni mwanamke anastahili kutii mwanaume mm. Yeye apende na ile ile kutii ya mwanamke itatengeneza upendo kwa mwanaume, akuna kitu ke lazima. Unaona, unaona Biblia iko clear, kuna utafauti kati ya kutii na kupenda mm. Unaona, kwa sababu kutii ni kusema kila kitu chochote kenye bwana yangu atakwambia, lazima usikie kwa sababu ni mume wako mm. Iko responsable wako mm. iko kichwa chako. Sasa akikwambia, mke wangu, usifanye hii, usiende huko usifanye hivi, usiende kuvitu vya hivi, asikubebe muvitu vibaya hmm. eh, kuvitu vibaya bila kwenda. Lakini kama ni vitu venye na kuelekeza vyenye viko munjia mzuri hmm. antuka auna, auna drua ya kukatala mm -hmm. Kama ni vya njia ya Mungu viko vya njia ya kweli antuka, lazima muti, kwa sababu ni mume wako hmm. Chef, ni chef nief ni mfalme na mume ni kichwa cha nani? Cha mke mm. Bibi anasema sema, mwanaume ni, ki, mwanamke, mwanaume ni kichwa cha nani? Mn. ni kama vile mwanaume ni kichwa, Kristo ndio kichwa cha e mwanajet sisi mm. Unaona sasa, mwanaume iko kichwa mm. Lazima wewe mwanamke, huko natusikia lazima uheshimie mume wako. Wanamke wengi leo sana sana hawaheshimu waume zao na mm -hmm. ndio maana kunakutana manyumba mingi zenye wanaume hawaheshimu wake zao wa mm. -hmm. zinafanya nini? Zinabomoka sana, zina ukiangalia manyumba mengi hapa hapahapaope mm -hmm. wenye mm -hmm. Amerika, mm -hmm. mada yake iko mwamvua ya nani? Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya madivorce mm -hmm madivorce iko mingi. Ma, kwa sababu gani? ni mm hiyo -hmm. neno tuko tunazungumuza neno nasema nini ya desobeissance mm -hmm. ya kutokutii. Sababu kama wewe mwanaume mwanamke autii mume wako

haumwandalie chakula, haumwandalie mavazi ya kuvaa. Anataka aenda kazini, anataka aenda kukanisa, haumwandalie manguu. Mwanaume nju a kulamuka kuendahitafutia manguu mkabati ile ile niko na kuja, niko na kuambia ni kutokufanya nini, kuto kutii hmm, hautii mume wako. Hatukatali tusimi kamate mai ambaye